Mnamo tarehe 4 mwezi Aprili mwaka 1994, aliyekuwa rais wa Rwanda siku hizo Juvenal Habyarimana anafanya ziara ya kikazi ya siku moja nchini Kongo, siku hizo ikifahamika kama Zaire. Akiwa huko, Rais Habyarimana anamgusia mwenyeji wake Rais Mobutu Sese Seko kuwa angesafiri kwenda Dar es Salaam kuhudhuria mkutano wa wakuu wa nchi za maziwa makuu na ajenda kubwa ikiwa ni kujadili mgogoro wa kisiasa uliokuwa ukiendelea katika nchi za Rwanda na Burundi. Hata na hivyo, Rais Mobutu Sese Seko anamsisitiza Rais Habyarimana kufuta ziara hiyo. Mobutu alimwambia Rais Habyarimana kuwa anazo taarifa kutoka chanzo cha kuaminika ndani ya ikulu ya Ufaransa kuwa safari hiyo haingekuwa nzuri kwake. Baadhi ya duru zinadokeza kuwa kulikuwa na uhusiano mkubwa baina ya onyo hili na kujiua kwa kujipiga risasi kwa afisa ngazi ya juu wa ikulu ya Ufaransa Bwana Francois de Krusov hapo Aprili 7 mwaka 1994, siku moja tu baada ya kudunguliwa kwa ndege ya Rais Jovinali Habyarimana. Minighairi ya hayo, Rais Jovenali Habyarimana alipuuzilia mbali onyo hilo la Mobutu na kuhudhuria mkutano huo wa Dar es Salaam ambao mwenyekiti wake alikuwa rais mstaafu Ali Hassan Mwinyi. Mkutano huo ulipangwa kuanza mapema ili Rais Jovenali Habyarimana Kurejea Rwanda majira saa 11 jioni. Hata na hivyo, kikao hicho kilichelewa kwanza ili kumsubiri rais wa Uganda Jenerali Yoweri Kaguta Museveni, ambaye alichelewa mkutanoni hapo. Je, ni kwa nini na kikao hicho kuchelewa kuisha, ilibidi rais Juvenal Habyarimana kuondoka Dar es Salaam usiku ukiwa umeingia. Kwa mujibu wa rais mstaafu Ali Hassan Mwinyi, Habyarimana alikuwa na wasiwasi mwingi, kwani aliondoka bila kusaini muhtasari wa kikao. Je, rais Habyarimana alikuwa akihofia nini? Mnamo tarehe 6 mwezi Aprili mwaka 1994. Majira saa mbili usiku hivi ndege iliyokuwa imebeba rais wa Rwanda siku hizo Juvenal Habyarimana inadunguliwa na kombora ikiwa angani, tayari kabisa kutua kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa Kigali. Ni muda huo huo mtangazaji wa kituo cha RTLM isivyo kawaida alikatisha muziki uliokuwa ukipiga na kutangaza kwa kusema kuwa ndege ya Kinani inatua sasa. Kinani lilikuwa jina la utani la rais Habyarimana likiwa na maana na mtu asiyeshindwa jambo. Kwa mujibu wa duru za usalama, kombora liloipiga ndege ya rais Habyarimana aina Dassault Falcon 50 lilitoka kambi ya jeshi ya Kanombe. Kombora la kwanza lililenga bawa moja la ndege hiyo huku jingine likipiga mkiani mwa ndege hiyo. Kazi ya makombora ya Pacha ilileta matokeo mazuri kwa aliyerusha, kwani taa na injini za ndege ile zilizima ghafla na ukatokea moto mkubwa angani, kisha dakika chache baadaye ukasikika mshindo mkubwa kwenye bustani ya ikulu ya rais ya mjini Kigali. Tukio la kudunguliwa kwa ndege ya rais Juvenal Habyarimana lilishuhudiwa kwa macho na watu kadhaa ambao walikuwa nguzo muhimu katika kutoa utata wa nani hasa walikuwa nyuma tukio hilo. Watu hao ni walinzi wa amani wawili wenye asili wa Ubelgiji waliokuwa katika maeneo tofauti na mwanajeshi wa jeshi la Rwanda aliyekuwa katika kambi ya kijeshi ya Kanombe. Mmoja wa wale walinda amani wa Ubeligiji alidai kuona kombora likitokea katika eneo la bustani la nyumba moja iliyokuwa maeneo ya Kanombe, huku akidai kushuhudia kombora la pili kutoka katika eneo lile lile la mwanzo. Mlinzi huyu wa amani, baada ya kuona hivyo, alidai kumpigia simu haraka meja wa jeshi la Ufaransa aliyeitwa Gregory Saint-Quentin ambaye alikuwa sehemu ya jeshi la Ufaransa alilokuwa kwenye kikosi cha makomando wa jeshi la Rwanda. Mlizi huyo alidai kushangazwa na jinsi meja Gregor Saint Quentin alivyopokea taarifa zile bila mshituko na zaidi akimtaka kuwekeza nguvu zake katika kuwalinda walinzi wenzake wa Kibelgiji. Mlinda amani mwingine wa Kibelgiji alikuwa kwenye mnara wa kuongozea ndege katika moja wa uwanja usiotumika alidai kuona makombora yale akiipiga ya ndege ya rais Habyarimana. Shuhuda mwingine alikuwa mwanajeshi wa Rwanda ambaye alikuwa kambini Kanombe. Huyu alidai kusikia mgurumu wa ndege ya rais ambao ulikuwa tofauti na ndege nyingine. Alidai akiwa na wenzake waliangalia juu ili kuona ndege hiyo ilikuwa ikitokea upande upi. Wakiwa bado wanatazama, wanadai kuona ndege hiyo ikipigwa na kombora. Askari huyu alisema kwa kuwa alikuwa mkuu wa kikosi chake, aliambiwa wanajeshi wa chini yake kujiandaa kwa lolote, kwani ndege ya rais imedunguliwa. Wakati haya yakijiri, magari ambayo yalikuwa yawe kwenye msafara wa raisi tayari yalikuwa yameshapaki kumsubiri. Baada ya ndege ya raisi kulipuliwa, walinzi wa rais waligeuka mbogo na kuwapokonya silaha walinda amani waliokuwa jirani na uwanja wa ndege wa kimataifa Kigali. Kwenye kambi ya jeshi ya Kanombe, wanajeshi walikimbilia kwenye maghala ya silaha na mwendo wa saa tatu usiku hivi walijikusanya paredi, walikotangaziwa kuwa waasi wa wa RPF wametungua ndege ya raisi palepale kambini ikasikika milio kadhaa risasi. Usiku ule majira ya saa 3 na dakika 18 hivi wanajeshi wanaohusika na ulinzi wa rais Habyarimana walianza kuweka vizuizi barabarani. Ni muda huo huo ambao mkuu wa walinda amani wa Umoja wa Mataifa Romeo Dereira alivyomtuma kamanda Luc Michel kupatrol eneo la tukio lakini akakutana na vizuizi barabarani. Wakati haya yakiendelea, mkuu wa walinda amani wa Umoja wa Mataifa alikuwa akijaribu kuwasiliana na waziri mkuu wa Rwanda siku hizo, Agathe Uwilingiyimana, ili kumthibitishia kama ni kweli ndege iliyodunguliwa ilikuwa rais Habyarimana au la. Hata na hivyo, waziri mkuu Agathe alikuwa mbioni kukusanya baraza la mawaziri ambao wengi wao walimgomea kutoka usiku ule kwa kuhofia usalama wao na wengine wakikimbia nchi. Majira ya saa tatu na nusu usiku hivi makomando wa jeshi la Rwanda na Ufaransa waliuchukua mwili wa rais Juvenal Habyarimana. Hata na hivyo kukatokea mabishano baina yao kabla ya kuafikiana kuweka mwili huo kwenye chumba cha barafu kilichokuwepo katika kambi ya jeshi ya Kanombe. Wakati haya yakiendelea, baadhi ya duru zilituarifu kuwa wanajeshi wawili wa Ufaransa waliwahi eneo la tukio na kuchukua black box kifaa ambacho hutunza kumbukumbu zote za kwenye ndege. Inaarifiwa kuwa wanajeshi wa Ufaransa walimpigia simu Romeo Dallaire, mkuu wa linda amani Umoja wa Mataifa, kumjulisha kuwa wao wangefanya uchunguzi wa chanzo cha ajali, lakini Romeo aliwakatalia. Je, ni kwa nini? Baadaye usiku huo huo zilichipuka taarifa kuwa mnadhimu mkuu wa jeshi la Rwanda, Meja Jenerali Deogratias Nsabimana naye ilikuwa kwenye ndege iliyopata ajali. Hali hii ilisababisha mkanganyiko katika kile kinachofahamika kama chain of command. Majira ya saa nne usiku hivi, aliyekuwa chief of staff wa jeshi la Rwanda Efrem Rabarandinda alimpigia simu Romeo Daraira kuhudhuria kikao cha maafa, lakini Romeo alipofika alikuta Colonel Theonost Bagasora alishajivika uongozi wa kikao kile. Kilichofuata usiku ule wa Aprili 6 mwaka 1994 kilithibitisha kuwa tukio la mauaji ya Rais Juvenal Habyarimana liliandaliwa kwa muda mrefu na umakini mkubwa, kwani ni katika siku moja tu zaidi ya watu elfu themanini walikadiriwa kuuawa, wengi wao wakiwa kutoka kabila la Watutsi na baadhi ya Wahutu waliohisiwa kuwasaidia Watutsi kwa mujibu wa maelezo ya Rais mstaafu Ali Hassan Mwinyi, alipotembelea mto Kagera, alishuhudia maiti za watu kwa mamia zikielea mtoni. Rais mstaafu Ali Hassan Mwinyi anaeleza kuwa maiti nyingine zilionekana kuwa na majeraha ya kutisha yaliyotokana na mapanga, mikuki, na nyingine zikipondwa pondwa kwa rungu. Rais mstaafu Ali Hassan Mwinyi anaeleza pia kushuhudia miili ya wake kwa waume waliowana kutoka kabila la Watusi na Wahutu ambao walionekana kama wasaliti wakiuawa kwa kuunganishwa na kuchomwa na mkuki kama mshikaki. Rais mstaafu Ali Hassan Mwinyi anasema kuwa kwenye daraja la Rusumo mpakani mwa Tanzania na Rwanda alishuhudia wakimbizi waliokadiriwa kuwa 10,000 wakivuka mpakani hapo kuingia Tanzania kila baada ya saa. Umoja wa Mataifa ulikiri kuwa hiyo ilikuwa idadi kubwa na ya kasi kubwa ya wakimbizi kutoka nchi moja kwenda nyingine iliyowahi kutokea barani Afrika, kwa mujibu wa Rais mstaafu Ali Hassan Mwinyi. Kufikia tarehe 28 Aprili mwaka 1994, jumla ya wakimbizi laki mbili na themanini waliingia Tanzania kutokea Rwanda wengi wao walifikia wilaya ya Ngara ambayo siku hizo ilikuwa na wakazi karibu laki moja na sabini. Na kufikia mwezi Juni mwaka 1994 idadi ya wakimbizi kutoka Rwanda ilifikia zaidi ya laki tatu na nusu katika wilaya ya Ngara. Kwa maana nyingine, ni sawa na kusema kuwa kwa kila penye raia mmoja kulikuwa na wakimbizi wawili. Mmoja ya wakimbizi aliyehojiwa na gazeti la serikali Daily News alisema kuwa tumepoteza imani na mfumo wowote ule wa serikali. Inabidi sasa nchi yetu itawaliwe na jeshi imara la kigeni, lakini sio la Ufaransa au Belgiji na watatutawala kwa vizazi viwili. Mwisho wa nukuu. Lakini je, kiini cha mauaji haya yote ilikuwa nini? Mnamo Julai 5 mwaka 1973 Jenerali Jovenali Habyarimana aliongoza vikosi vya jeshi la Rwanda kutimulia mbali utawala wa rais Gregori Kayibanda. Miaka 14 tu baada ya kushika dola, Jenerali Habyarimana alitangaza marufuku wa kurejea Rwanda kwa wakimbizi wote walio nje ya nchi hiyo kwa madai kwamba eneo la nchi hiyo ni ndogo. Kauli hiyo ilikuwa dhahiri kuwa walengwa wakuu walikuwa ni Watutsi, hasa waliokuwa nchi jirani. Baada ya kusikia kauli hiyo, wakimbizi wa Rwanda waliokuwa Uganda waliunda kundi la Rwandanese Patriotic Front kwa lengo la kukusanya nguvu na ikiwezekana kurudi makwao hata ikibidi kwa kutumia nguvu. <mucho> Mnamo tarehe 10 Oktoba mwaka 1990 kundi la waasi la RPF likaingia Rwanda kwa nguvu likitokea Uganda. Hata na hivyo maelfu ya watusi walikamatwa na serikali ya Habyarimana. Huku zaidi ya watu 300 wakiuawa kwa kupigwa risasi katika mkoa wa Gisenyi Januari mwaka 1991 19, 19. RPF likavamia tena gereza la Ruhengeri lakini juhudi zao zikufua dafu kwani serikali ya Habyarimana ilikuwa macho na iliwashughulikia vilivyo. Kutokana na sababu hizo na nyingine nyingi zilizotishia amani ya nchi za maziwa makuu Rais Mstaafu Ali Hassan Mwinyi aliombwa na Umoja wa Afrika siku hizo ukifahamika kama OAU kwa mpatanishi katika mzozo huo. Tarehe 19 Februari 1991, Rais Mstaafu Ali Hassan Mwinyi aliongoza kikao kilichohudhuriwa na aliyekuwa rais wa Burundi siku hizo, Pierre Buyoya, rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, rais wa Rwanda Juvenal Habyarimana na wawakilishi kutoka serikali ya Zaire, Umoja wa Afrika na shirika la wakimbizi la Umoja Mataifa. Mkutano huo baadaye ulikuja kuzaa kile kilichofahamika kama Azimio la Dar es Salaam ambalo lililenga kupata suluhu ya wakimbizi wa nyarwanda kupata haki ya kurejea makwao, kuwaunganisha katika jeshi la taifa waasi wa, wa RPF sawa na kuhakikisha mapigano ya kikabila yanakoma mara moja nchini Rwanda. Hata na hivyo, kando ya makubaliano hayo ya Dar es Salaam, mnamo mwezi Februari mwaka 1992 akatokea mauaji mengine ya watusi eneo wa la Bugesera yaliyochochewa na kituo cha redio cha serikali, na kuanzia hapo yakaanzishwa makundi ya wanamgambo wa, wa chama tawala MRND washirika wao wa CDR kwa kile kilichosemwa kama kuunganisha nguvu za Wahutu. Wanamgambo wa chama tawala waliitwa Interahamwe, ikiwa na maana ya wale wanaowinda, huku wale wa chama cha CDR wakiitwa impunza mugambi, yaani watu wenye lengo moja. Mnamo mwezi Novemba mwaka 1992 ikaanzishwa redio ya wahutu ambayo ilichochea wanamgambo wa Interahamwe na, na Impuzamugambi kupambana na wale wapinzani wa serikali ya Rais Juvenal Habyarimana. Tarehe 22 mwezi Novemba mwaka 1992, aliyekuwa mhadhiri katika chuo kikuu cha Rwanda na mshauri wa chama tawala Dr. Leon Mugesera alinukuliwa katika hotuba yake akihamasisha wahutu kuwarejesha watusi nchini Ethiopia, alikodai kuwa ndio ilikuwa asili yao. Kufikia mwezi Juni mwaka 1993, redio hiyo ya Wahutu ikaanza kurusha matangazo yake kwa jina la Radio Television Libre des Mille Collines, ikiwa na maana ya redio huru ya milima 1000. kwa mujibu wa rais mstaafu Ali Hasani Mwinyi, redio hiyo ilitumia lugha za mitaani kuwahamasisha Wahutu na hasa vijana wasio na kazi au wa kipato cha chini kuwachukia Watutsi waliowaita mende. Rais mstaafu Ali Hassan Mwinyi anasema kuwa ilipokuja hoja ya kukifunga kituo hicho cha redio, baadhi ya mataifa makubwa yalishinikiza kituo hicho kisifungwe kwa kile walichodai kukifunga kituo hicho ni sawa na kubinya uhuru wa vyombo vya habari. Juhudi za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania siku hizo chini ya rais mstaafu Ali Hasani Mwinyi zilizaa matunda, kwani mnamo Agasti nne mwaka 1993 mkataba wa amani wa Arusha ulisainiwa. Kwa mujibu wa rais mstaafu Ali Hasani Mwinyi, Tanzania kama mpatanishi ilitimiza majukumu yake, sawa na kusema kuwa ng'ombe alifikishwa mtoni na ilikuwa si kazi ya mchungaji kumlazimisha kunywa maji. Yamkini ni dhana hii ndio iliyomfanya Rais Juvenal Habyarimana kufanya hila za kujitia huku na kujitoa kule ili kufifisha mkataba wa amani wa Arusha, kwani ilipita miezi nane bila ya serikali yake kutekeleza makubaliano ya mkataba wa Arusha. Jambo pekee alilolifanyia kazi ilikuwa kujiapisha mwenyewe kuiongoza serikali ya mpito wa Rwanda. Baada ya viongozi wa nchi za maziwa makuu kumwona rais Habyarimana akiendelea kufanyia mzaha makubaliano ya Arusha, walimwita jijini Dar es Salaam hapo Aprili 6 mwaka 1994, na kumtolea uvivu, kama alivyosema rais mstaafu Ali Hasani Mwinyi. Viongozi waliohudhuria wa mkutano huo ni pamoja na aliyekuwa rais wa Burundi siku hizo Cyprien Ntaryamira, rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni na mwenyeji wao rais mstaafu Ali Hasani Mwinyi. Wakati wa kurejea Rwanda, rais Habyarimana alimpa lifti rais wa Burundi, Cyprien Ntaryamira kwa kuwa ndege yake haikuwa na kasi kama ile ya Rais Habyarimana ambayo alikuwa amepewa zawadi na aliyekuwa rais wa faransa siku hizo Jacques Chirac. Inavyoonekana ni kuwa rais Habyarimana alikuwa akavuta harufu ya kuuawa au kupinduliwa na jeshi lake, na ndio maana alipokuja Dar es Salaam aliongozana na maafisa wote wakuu wa jeshi la Rwanda ili wasibaki nyuma kumpindua. Baadhi ya wachambuzi wa masuala usalama wanadai kuwa hatua wa hiyo ilikuwa kama bima kwa rais Habyarimana ili asuuawe wakati wa kirejea Rwanda. Shinikizo alilolipata Rais Juvenal Habyarimana kutoka kwa viongozi wa kanda la kugawana madaraka na Watutsi liliwausi sana Wahutu wenye msimamo mkali hasa wale wa jumuiya ya Kazu ambayo mwenyekiti wake alikuwa mke wa rais Juvenal Habyarimana. Swala hili liliteteresha pia uhusiano wa Rwanda na Ufaransa. Ikumbukwe kuwa Rwanda na Ufaransa zilikuwa na mahusiano mazuri kiasi cha jeshi la Ufaransa kutoa mafunzo kwa jeshi la Rwanda na hata kitengo cha makomando wa Rwanda kilipata mafunzo kutoka Ufaransa. Mnamo mwaka 1993, gazeti maarufu la Kangura lilichapisha taarifa ambayo ilikuwa ikitabiri kuuawa kwa Rais Juvenal Habyarimana mnamo mwezi Machi mwaka 1994. Gazeti hili lilikuwa likifadhiliwa na maasimu wa Rais Habyarimana ambao walichukizwa na kitendo chake cha kuanza vikao na waasi wa kitusi wa RPF. Mkewe Rais Habyarimana Agathe Habyarimana alihusika pakubwa katika maandalizi ya kifo cha mumewe, kwani mauaji tu yalipozuka alitoroshwa na wanajeshi wa Ufaransa, huku wanajeshi hao wakiwatelekeza wafanyakazi wa ubalozi Wafanya wa Ufaransa nchini Rwanda wenye asili ya Afrika bila msaada. Wahusika hasa waliopanga mauaji ya Rais Juvenali Habyarimana wamesalia kuwa kitendawili hadi leo, ila ujumbe wa siri wa mkuu wa walinda amani Umoja wa Mataifa Romeo De Raira kwenda kwa idara kuhio ya ujasusi ya Marekani CIA siku hiyo ilionyesha dhahiri maandalizi na wahusika wa mauaji ya rais huyo wa Rwanda mnamo Februari mwaka 1994. Mkuu wa walinda amani Umoja wa Mataifa bwana Romeo De Raira anatuma taarifa kwa wakuu zake akionyesha wasiwasi wake juu ya yote yanayoendelea nchini Rwanda. Daraira katika ujumbe wake wa alikiri kushuhudia sensa ikifanyika kujua kabila la kila mtu katika jamii ikifanyika katika taasisi mbalimbali mbali za umma na binafsi. Pia alidai kushuhudia kile alichoeleza kama the ten bahut commandment zilivyokuwa zikisomwa kwenye mikutano wa hadhara iliyofanywa na wanamgambo wa Interahamwe na wale wa impu za Mugambi. Katika mtiririko wake, Daraira alionyesha viashiria vya hatari kama ifuatavyo: mosi, Mnamo Disemba 12 mwaka 1990, gazeti la Kangura lilichapisha makala ikiwa na picha Rais wa Ufaransa François Mitterrand, e ikiwa na maneno yaliyosomeka rafiki wa kweli wa Rwanda. Chini yake alifuata maneno yaliyosomeka ni wakati wa shida ndipo utakapomjua rafiki wa kweli pili. Mnamo mwezi Mei mwaka 1992, gazeti hilo lilichora kibonzo cha mwanamke wa Kitutsi akifanya ukware kwa ajili ya kuinua jamii yake. Maneno kwenye katuni hiyo yalisomeka nguo zake za ndani zinatoa harufu huku wanaume wa Kihutu wakiziba pua wa zao. Tatu, mwezi huo huo wa Mei mwaka elfu moja mia tisa tisina mbili, gazeti hilo lilichora kibonzo cha waziri mkuu wa Rwanda Agathe Ulingiyimana akionekana kufumaniwa na mwanaume. Katika kibonzo hicho mwanaume alisimama kama Mtusi ambao Agatha alionekana kuwapendelea serikalini baada ya Raisi Juvenal Habyarimana kuonekana kuendelea na majadiliano na waasi wa RPF. Gazeti la Kangura likatua kibonzo kingine katika ukurasa wa mbele kikionyesha mtu anayekata tawi alilolikalia. Hapa inaelezwa huo ulikuwa ujumbe wa moja kwa moja uliomlenga Rais Juvenal Habyarimana. Gazeti hilo halikukoma na chokochoko -choko zake, kwani mwanzoni mwanzoni mwa mwaka 1994 lilitoa toleo lililoweka wazi mipango ya mauaji ya kimbari ya Rwanda, ambapo picha ya panga iliwekwa na swali lilouliza, silaha ipi itumike kuangamiza mende? Pia kulikuwa na maneno ya kejeli yaliyosomeka tutajadili hili baadaye. Yote haya yaliyoandikwa katika jarida la Kangura yalitangazwa pia moja kwa moja na redio RTLM. Hali hii ndio iliyomfanya mkuu wa walinda amani Umoja wa Mataifa Romeo Daraira kutuma ujumbe makao makuu ya umoja huo, akisema kadiri makubaliano ya Arusha yalivyozidi kucheleweshwa ndivyo ilivyozidi kusababisha hali ya hatari nchini Rwanda. Romeo aliomba kuongezewa walinda amani, kwani askari aliyokuwa nao alihisi hawangetosha endapo ingetokea vurugu. Jingine lilomtia hofu Romeo Daraira ni pamoja na vikao vya siri walivyovifanya makamanda wa jeshi la Rwanda na Ufaransa, huku uingizwaji wa silaha usiofuata utaratibu ukimtia hofu kuu. Kwa masikitiko makubwa, walinda amani wa Umoja wa Mataifa wakapunguzwa nchini Rwanda badala ya kuongezwa. Na ingawa idara ya kijasusi ya Marekani ya CIA ilikuwa imeshapata taarifa za siri zinazokadiria kuwa mauaji yangeweza kutokea, lakini nao hawakujali. Ikumbukwe kuwa mwezi mmoja kabla ya mauaji ya kimbari kushika kasi nchini Rwanda, tarehe 25 Machi mwaka 1994, Marekani ilikamilisha kuyaondoa kwa haraka majeshi yake nchini Somalia baada ya mashambulizi kadhaa dhidi yao, ambapo askari wake 18 waliuawa kikatili huku mmoja wao akiburutwa barabarani. Bila shaka hali hii ilichangia wao kukosa ari na yaliyokuwa yakiendelea nchini Rwanda. Wahusika wa mauaji ya Rais Juvenal Habyarimana tunawapata katika dhana kuu tatu kama inavyoelezwa na wadadisi wa masuala usalama ya usalama. Makombora mawili yaliyolipua ndege ya Rais Habyarimana yalirushwa kutoka kambi ya jeshi ya Kanombe ambayo ilikuwa chini ya udhibiti kamili wa serikali, kwani wakati huo majeshi ya waasi wa RPF yalikuwa bado katika mji wa Gisenyi na si Kigali. Pili, inavyoonekana ni kuwa Wahutu wenye msimamo mkali hawakutaka mgawanyo wa madaraka na Watutsi wakihofia kupoteza vyeo vyao serikalini, hivyo ilikuwa ni lazima kumzima Habyarimana ambaye alionekana kuwasaliti. Tatu, Baadhi ya wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema inawezekana Ufaransa ilishiriki katika kuwazuia waasi wa RPF waliokuwa wakiutaka uongozi wa nchi ya Rwanda kwa msaada wa Uganda. Inaelezwa Ufaransa ingeruhusu hilo kutokea, basi ingepoteza ushawishi wake nchini Rwanda. Hivyo nao, kitendo cha Rais Juvenal Habyarimana kuketi meza moja na waasi wa RPF kiliwaudhi. Kwa mujibu wa rais mstaafu Ali Hassan Mwinyi ni kuwa Balozi wa Tanzania nchini Rwanda siku hizo, Salehe Tambwe alighairi kupanda ndege ya Rais Habyarimana aliyokuja nayo kikaoni jijini Dar es Salaam kwa kuwa alikuwa na shughuli za lazima za kumbakisha nchini ambazo zilikuwa ni pamoja na kutafuta fedha za dharura kwa ajili ya ubalozi wa Tanzania nchini Rwanda. Dharura aliyokuwa akizungumzia rais mstaafu Ali Hasani Mwinyi ilikuwa ni jinsi ya kuwasaidia Watanzania waliopo Rwanda endapo vita vitaanza. Je, kama rais Juvenal Habyarimana alishakubaliana na wajumbe kuwa siku mbili tu zijazo, yaani Aprili 8 mwaka 1994, angekuwa ameshasaini makubaliano ya amani ya Arusha na waasi wa RPF, ni dharura ipi balozi Tambwe alikuwa akiombea fedha?